i wa mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 41 kutoka kijiji cha Cheloino eneo bunge la Konoin umepatikana katika mto wa Kipsisin. Ellen Choretich ambaye ni mama ya watoto watatu alikuwa akitafutwa na familia yake kwa muda wa wiki moja. Familia yake inasema kutoweka nyumbani kwamba alitoweka nyumbani usiku. Kulingana na naibu wa chifu wa eneo hilo uh, Koskei, ni kwamba mwanamke huyo alikuwa na ugonjwa wa kifafa tangu akiwa mdogo. Naibu wa kamanda wa polisi kata ndogo ya Konoin, Mohamed Godana, amesema polisi walisafirisha mwili wake katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Kaptete. shida ya kuanguka yani epilepsi. Ki, wiki moja iliyopita alikuwa na mama yake, wakati mama sababu alikuwa na homa akienda aki, kupumzika akatoweka. Alionekana akipita njia hii ya Jemala e, hii asubuhi tukashtukia huyu mtoto amepatikana hapo mtoni. Wakati alitoka alisema anaenda kwa sister yangu nyumba ya sister, sister yangu lakini lakini laki hakufika huko. Wakati sista yangu alipoambiwa amekuja hapo al, alijaribu kutafuta yeye lakini hakuwa nyumbani eh, uh, huyu msichana vile alipotea wiki uliopita, tumesaidiana na familia tukimtafuta. Kwa upande wangu kama area assistant chief, nimekuwa nikiweka kwa, kwa, forum zote. Nime kwa met, forums zote nimeweka ya Bomet forums mpaka ya Kericho forums kwa majisi wa tutafuta pamoja, my habit to the leaders na mtazamaji, tunaendelea uh, uh, na, na video kezo